tanzania ina akiba ya fedha zaidi ya dola bilioni 6.7 kiwango ambacho hakijawahi kufikiwa bilioni 6.7 dola za kimarekani kwa fedha ya tanzania ni zaidi ya trilioni 16 mheshimiwa mwenyekiti kumekwepo na jitihada za watu kupotosha potosha na mimi niwaombe watanzania watu hawa wanaopotosha hawafanyi bahati mbaya ni jambo baya wamekusudia kwenye nchi yetu ni jambo baya wamekusudia kwenye nchi yetu. Nikasikia wengine wanaongelea kwamba serikali imeishiwa hela, ina print hela. Moja, tuna akiba ya zaidi ya trilioni kumi na sita. Mbili, hakuna nchi hata moja ina mtambo wake wa kuchapisha pesa ili itumie yenyewe, hakuna duniani kote. Fedha utaratibu wake mpaka uchapishe inakuchukua miaka miwili utawezaje kuchapisha fedha baada ya kuingia kwenye uchaguzi? Wanadhani fedha unatoa fotokopi? Karatasi ya fedha sio ya fotokopi, wala hamna nchi ina fotokopi mashine ya kuchapisha chapisha fedha. Sasa niwaombe Watanzania, ukiona mtu anakuelekeza jambo baya dhidi ya nchi yako ujue huyo haitakii mema nchi yetu. Kwa wale wasoma Biblia, nendeni mkaone mfano wa mfalme Suleimani na akina mama wawili ambao moja alikuwa amelalia mwanaye akafa. Walipoenda kulalamikia kila mmoja anasema mtoto wangu mtoto wangu. Mfalme Suleimani akataka kujua ni yupi hasa mwenye mtoto, akasema leteni panga tuwagawanye nusu. Yule asiye na mtoto akasema ndiyo mfalme, mkate katikati tugawane. Yule mwenye mtoto halisi akasema mfalme, usimuue. Ukiona mtu anakuambia fanya fujo kwa nchi yako huyo hakutakii mema wewe, pamoja na nchi yako. Hatuna nchi ya mbadala, nchi yetu ni hii hii. Sote tujumuike tulinde amani ya nchi yetu, sote tutambue, hatuna nchi mbadala, nchi yetu ni hii hii. La mwisho, mheshimiwa mwenyekiti, leo naongea na, na ndugu zangu jamii ya kifugaji huku. Ndugu zangu wa Usukumani huwa tuna kawaida ya kutuma uwakilishi kwenda kupiga kura Anaenda mmoja, unasema egese ameshaenda baba, kupiga kura inatosha, egese wajagu ngolo inatosha. Ni waombeni jambo la kupiga kura, hatutumi mwakilishi, twendeni wote tukapige kura. Hata kama, hata kama wewe siku hiyo unaenda kuchunga, waandae ng'ombe pale, waandae ng'ombe wakati wanajiandaa kimbia kituoni, kapige kura. Na mimi nilikuwa mfugaji kama ndo, mimi ningekuwa naenda kuchunga na waandaa ng'ombe egesi wochagi ama pembe doje wochagi ama kenda, wakati wanajiandaa nakimbia kituoni napiga kura.